Cha pesa Media, kituo bora kabisa cha habari na matangazo. Kama ilivyo ada na kawaida yetu, kila siku, kuhakikisha kuwa tunakukusanyia makala mbalimbali, taarifa mbalimbali, zile ambazo ziko kila kona ya Tanzania na Dar es Salaam. Ebana, leo tumepata wasawa kumtafuta shabiki la kafu rupia kwa ajili ya kuyadiskasi ama kuyadadavua kiundani yale ambayo yanaendelea hivi sasa. Shabiki la kafu, mambo vipi? Ah, mambo fresh kabisa hali ya yote, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuamsha salama ikiwa imebakia siku moja na nusu hmm, kuelekea kwenye fainali yetu ni fainali pendwa kuliko kabla fainali. kabla tujafika mbali, eh ee, bana wa Moroko ni kama wameshtuka hivi. Ubaya ubwela mnataka kui e, ulitaka kuwatembelea, wamegoma kupanda magari. Ni kitu gani ambacho kimewafanya mpaka wasipande magari yenu? Ah, kikubwa wamekanyaga Zanzibar, hata kama wamekataa kupanda magari, hiyo sisi haitawasaidia wao. Na kama waliambiwa magari yale ndio yanafuja, basi lile gari lilopandwa ndio baya zaidi kuliko wale magari ambao wamekataa. Yaani Kristo hmm, ya salama kama wao ungekuwa umepanda yale magari ambayo sisi tumeandaa. Mm. Lakini kwenda kuchagua gari nyingine yani ndio gari ambao la ubaya ubwela. Kwa hiyo umeacha gari ambalo liko salama, wamekwenda kupanda gari ambao la ubaya ubwela. Lakini mm. pia kuacha kwa magari sio kwamba wao wataepuka kufungwa. Kufungwa kutabaki kuwa pale pale. Mm. Mchezo unachezwa uwanjani wala uchezwe kwenye magari. Mm. Na tunawapongeza kwa kuwa wavumilivu kukaa ya poti muda mrefu. Mm. Timu ya kwanza kuja Tanzania na kukaa ya poti masaa matatu. Mm. Na labda tukaamini viongozi wa Simba wamefanya figisu. Wanasubiri gari lao. Kumbe ni ujinga wao wenyewe, kwamba ujinga wao ndio mwafanya kae airport. Na sio airport tu, hadi uwanjani watakaa vile baada ya mchezo kumalizika. Mimi naamini mm. mimi naamini mm, ubwela umeanza na umeanza kwenye magari mm, kama wao gari wameziogopa. Mimi naamini ile gari ambalo waliokuwa wanalisubiri, sisi kwetu ndio gari bora ambalo yeah, sisi tulipanga wao walipande mm, lakini yale magari mengine yalikwenda tu kwa ajili ya kuhamasisha kwamba tunafanyeje. Gari gari gari ambalo wamepanda, nyinyi hamkutarajia yale ambayo tayari mkuta mmekwisha andaa na, na watu wamekwenda mbali na kusema kwamba mlikuta mmeshaandaa wazee wafupi, mbuzi, wamechezea sana kwenye magari yale ndicho ambacho kilichofanya mpaka kushtuka. Nyinyi kama mashabiki wa Simba mnalizungumziaje hili na watu wanasema kwamba ubaya ubwela umefeli kufanya kazi nje ya uwanja? Yaani ubaya ubwela ndani ya nje ya uwanja umefanya kazi kwa sababu gani? Unajua, unapokuja mgeni ili ushinde vita yake lazima umuonyeshe kwanza zawadi atakapotaka kukimbilia pembeni. Mm. ina maana unamfuata kule kule pembeni. Mimi ninaamini yale magari ambayo yaliandaliwa ni ya kwetu na lile gari ambalo limekwenda ni la kwetu, kwa sababu sisi ndo wenyeji hmm. na sisi ndo tunapanga namna gani namna gani ambavyo mpinzani wetu atakavyokuja, kwa sababu yeyote ambaye amefika wamiliki kwa muda ule walikuwa Simba Sports, na maana wao ndo sisi, tumekuja kuwapokea. Na maana mapokezi yetu waliyakataa, walitaka mapokezi ya nje ya uwanja. mm. Kwa mapokezi ya nje ya uwanja ambayo wameyapata ndo yale ambao watakwenda kufanyeje, kuwaadhibu. Na sio wao tu, si wapinzani wetu wengi huwa wanakataa magari mm. na tunajua akina nani kata... okay, nani sababisha magari afanyeje yakataliwa, hao watajua wenyewe mm. Hebu rais wao kasema huyu anatoa tunzo. mm. anasema kwamba ana kazi maalum Zanzibar. kwa hiyo mimi ninaamini ile kazi maalum ambayo amekwenda kuifanya ndio ile ambayo sisi tunahitaji kuhakikisha tunapanda ushindi. mimi ninaamini kukataa kwa magari, yaani wametusaidia katika asilimia mia moja wametupunguzia asilimia hamsini za sisi wapande lakini magari kama ni pale pale, mm. ya Zanzibar yamepandwa pale. Mimi naamini ushindi huko pale pale. na ubaya ubwela ule ndo maana halisi ya ubaya ubwela. Ubaya ubwela kaulia hajai kukaa watu airport masaa matatu, lakini msimu huu tunaona watu na kama ka saa matatu airport. mm. na sio masaa matatu tu, wakifika uwanjani kipindi wanarudi kwao watakwenda kulaumiana kwenye ndege. mm. wanaanza kulaumiana Abdalla, mimi nilikwambia tungepanda gari lile lile. mm. Swedi, nilikwambia sio nani? mm. marmuti mm kusemekana hmm. ya kwamba eh, wameshasomeshwa na wenyeji wameambia, bwana, wale mpira kwenye pichi hakuna kitu, lakini mpira ambao wanaweza kucheza wao ni nje ya uwanja. Kueni ma, kueni makini na usafiri ambao watawaletea ndipo ambapo wakachukua wasaa wa kuweza kugomea kitu ambacho mmewaletea kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kuwa mnawafikisha katika eneo husika. Yaani mimi naamini hao walio wasanusha wangewasanusha mara mbili zaidi kwa sababu gani? Kwanza walianza kupiga kelele kwenye uwanja. Mimi naamini uwanja tumehama hapa na tuliwaambia, sio Zanzibar tu kama kuna uwanja Jangwani upo ambao rais wenu aliahidi kujenga, tuje tucheze hapo na kule, sio kwa sababu kule mashabiki elfu kumi na mbili huku mm, mashabiki elfu kumi na mbili ambao rais wao alisema atajenga kabla ya kuondoka madarakani miaka minne iliyopita yeah. Kwao tuliwaambia kama Zanzibar hakutoshi, kuna uwanja mwingine uko Jangwani, si atupatie pale tucheze pale, na kama inawezekana ile mechi leo iame tuhamishie pale pale. Mm. Sio kwamba kuwapa tu plan, yani namana wameferi kwenye plani haitasaidia kitu. Wawaambie kabisa namna gani Simba anavyocheza na, na wawambie hivi Simba ili umfunge upite juu ya paa lakini usipita mlangoni tayari umefungwa. Kwa mimi ninaamini kile walichokifanya na maana ametutengenezea sisi mazingira zaidi ya kujua namna gani tunajiandaa kwenye mchezo. Mimi ninaamini goli mbili zinarudi. Kufika goli mbili zikisha timia ndani ya kipindi cha kwanza, goli mbili zinapatikana. Kipindi cha pili ndio tunatafuta magoli ya ushindi kuhakikisha kombe linabaki sisi tumezamilia ubaya ubwela na ndio maana slogan yetu tunasema ili tunabeba maana hii tuelewe. Ni kama wanazidi kuwatoa mchezoni eh, ilikuwa Benjamin Mkapa Dar es Salaam ikashindikana mechi imekwenda visiwani Zanzibar. Hivi sasa hapo jana tumeshuhudia tukio lingine la kugoma kupanda kwenye usafiri ambao umewasogezea kwa ajili ya kuwafikisha eneo la eh, makazi yao. Sasa kwa, kwa stesheni hizi ambazo zinaendelea ni kama wanawatoa mchezoni hivi. Unajua Simba kama kunguni kitandani, ukimtoa kwenye godoro atakimbilia kwenye chaga. Hivi vitu atakuwa vieleweke kwao. Simba ukimtoa kwenye nyasi za polini, hata kama ukileta nyasi za kawaida, maisha yake anaishi kikubwa yapate ulaji yeah. Kwao sisi ulaji wetu kwenye nyasi kwao, umetutoa kwenye nyasi kubwa ambayo ni sahani Benjamin Mkapa, umetupeleka kwenye kibakuli Zanzibar yeah. Na kibakuli kile kile Simba ataishi na atakula, na mwanaume yoyote duniani ukijua mwanaume mtafutaji, lazima si aishi maisha yote, ataishi maisha ya njaa, ataishi maisha ya kawaida ambayo na relax katika maisha yake, yake. Kwao na Simba maisha yote ana uwezo wa kuishi. Tulikuwa tunaishi kwa nehema Benjamin Mkapa, sahani kubwa mm, tunakula vizuri sasa mm, hizi tumekuja kwenye kipindi cha njaa, tunakula kwenye sahani ndogo. Kwa mwanaume anayetafuta hawezi kushangaa. Kwa hiyo ni maisha ambayo tunapitia, mi naamini mm, labda wenge tutafutia sehemu nyingine, na kama inawezekana ah, watuambie tukacheze, watuambie tukacheze Jangwani na kule Amani ambako ndio yote ni ya kweli. Kwa sababu gani? Ah, Simba anatafuta ushindi. Anatafuta ushindi namna gani kwa sababu hiyo, Zanzibar ambayo watu wanaidhalau na kushangilia kuwa simba tayari ameshafungwa. Mm, sisi Zanzibar ndio tumepeleka fainali mm. Tumecheza Benjamin Mkapa miaka mingapi hapa hatujapeleka fainali? Mm, lakini Zanzibar tumepata goli moja na ikatupeleka fainali moja kwa moja. Kwa mimi ninaamini kama palitupeleka fainali Zanzibar, pana uwezo wa kutuchukulia kombe, tukuwa Zanzibar na paredi yetu ni... tutaanzia ndani ya maji na baharini, okay. kam... yule, mm, ni Stellan Bosch na unayemzungumzia hivi sasa, timu timu kubwa barani Afrika Eh, Alex Berkane wa Arabu, wao si Arabu wa koko. Unavyokwenda kuifananisha na Stellenbosch ni kama unawakosea heshima mashabiki ambao hivi sasa wanakutazama. Mimi si wakosea heshima, nimewaambia tangia siku ambazo zimepita, wale wa, wale wa Arabu wa Morocco wakikanyaga katika ardhi ya Zanzibar sawa sawa na Pemba, na ndio maana sisi kwenye mechi yetu tunaona kabisa baada ya kukanyaga jana, sisi tumewazumu tumeona kama wapemba wa Zanzibar yeah. Kwa hiyo tunacheza na wapemba wa Zanzibar, ile tunafananisha labda na Zima Moto mm, KVZ mm. Yani, timu ambazo zinacheza Zanzibar ndio tunaenda kucheza nayo, yani ndio maana ule amani sisi kwetu kukua na shida tunajua mwarabu akianza katika hali ya Zanzibar ni Mpemba yeah. Kwa sisi hatuna shida nayo, unaweza kutana na mpemba na wasasi gani yeah. Kwa maana ni waarabu wa kawaida, na sisi Simba tunaamini pale kombe linabaki, na kwa ushindi mnono ambao sisi Simba tumeupanga tutashinda, na matokeo ambayo Simba tutayapata, mimi ninaamini miongoni mwa mechi bora. Kwa hiyo kutokea mtaiona, umenielewa mm. Kwa sababu tuna watu walilia hapa juzi juzi tu, baada ya Simba kutangaza finali ya kucheza Benjamin Mkapa, kabla ya kapu kulegea barua yao, watu walikwenda kulaka tiketi kuona namna gani na kushuhudia mechi ya Benjamin Mkapa, na wakati wao mechi mechi hawa haiwahusu, umenielewa. Ile tiketi ambazo alikata, mashabiki wasi... na, na wanataka kujua nini hatima ya tiketi zao, ikiwa walikata mchezo kwa ajili ya kutazama, walikata tiketi kwa ajili ya kutazama mchezo wa fainali. Wanashangazwa na kauli ambayo imetoka kwenye klabu kwamba tiketi zile zije zitumike kwenye mchezo wa Simba Day, panapo majaliwa. Hili kitu ambacho kinawashangaza wengi Sawa sawa na unashangilia harusi kwa jirani na wakati hujaalikwa. Na ndio mambo kama haya kwamba unaweza kukuta kule msosi hamna anaomekana njaa kutwa mzimu ya kukusupport. Kunisupport nini? Sijataji support. Mashabiki wa Simba wana uwezo wa kujaza Benjamin Mkapa hata mara laki saba umenielewa. Kwa sababu gani? Mimi ninaamini zile tiketi ambazo Simba waliziandaa, ungekata mashabiki wa Simba. Sisi tuko lazima na mashabiki wa Simba, tunasema hivi: tiketi zile hatutaingilia Simba Day, tuko tayari zile tiketi zifutwe. Simba Day tutaanza moja ah. Na wale waliokata ni wajinga na ujinga wao hmm. Na tunawaambia kama wanawezekana na mechi ya Tanzania pia wameingia wa, wa, wa, visiwani Zanzibar na tiketi zao eh, je, kuna hali ya kutokuwaruhusu kuingia uwanjani? Tumewaambia kabisa pale, shabiki yoyote wa matukunyungu akikatiza tu katika uwanja wa Amani New Complex, ujue huyo atakuwa supu ya fainali. Yeah. Yani akikatiza tu katika maeneo yale atakuwa supu ya fainali. Kwa sababu gani atuwatuma wanunue tiketi? Kama hawajatuma kununua tiketi na maana wamenunua kwa ujinga wao, uzalendo wao hautusaidii kitu, uzalendo hautusaidii kitu. Sasa tunataka uzalendo. Simba na jambo lake, Simba na jambo lake. Jambo la kitaifa wao waliwahusu, ingekuwa jambo la kitaifa wao waliwahusu, kwa sababu Nao ni miongoni mwa watu waliopo katika taifa. Wapo katika taifa lakini wao wana timu yao. Ingekuwa wanaiombea timu yao iende akafanya jambo la kitaifa? Yeah. Na ndio maana kuna jambo lao lilipofika walipeka tiketi bure shabiki wa Simba kwenda hata moja. Yeah. Wao jambo ambalo wanaliweza kwenye supu kwa nini anaje kununua tiketi? Tiketi zilikuwa zinawahusu, haziwahusu. Na ndio maana nimewaambia hivi. Tiketi za Simba tunamwomba Ahmed Ally na uongozi wake zifutwe moja kwa moja, ziwe amna zile pesa ziende zikafanye kazi nyingine kwenye klabu ya Simba. Na zile tiketi ambazo wale wajinga walinunua, yeah. Zile zibakie sisi tutakula kama kawaida. Wao someneta wameingilia mfumo ambao wa wausu. Yeah. Siku zote ukiingia kwenye rada za mwanaume utaliwa. Na maisha yanafanyaje? Naendelea no, na usaidia nini? Sasa kwa wale ambao tayari wamekwishafunga safari na tiketi zao mfukoni kuhudhuria visiwani Zanzibar kwa ajili ya tukio la kihistoria, <laughs> mimi naamini wale wote ni wafanya fujo kama wafanya fujo wengine. yeah. Zanzibar kuna FFU wakiona zile jezi za kijani zinakanya katika uwanja wa Niwa Amani Complex, kama ataweka ndani mechi kisha hizo waachie warudi Tanzania, sio yeah. tiketi za kuingilia amani, tumetangaza amani na nua tiketi nyingine, tiketi za amani 10000 20000 mpaka 50000 unaenda kuingia tiketi za tiketi ukionekana, wewe una jezi yako binafsi, tutakwambia kwanza, tusubiri pembeni na tiketi yako hata siku moja. Kwa sababu gani? mechi haimhusu lakini pia hausiki na klabu ya Simba. Wote walionunua tiketi ni maamini, ni mashabiki wa Simba, na ndio maana Ahmed Ally akasema kuwa tiketi yetu tunaenda nayo kwenye Simba Day au, upande au upande wa pili ambao walinunua tiketi, tunajua ni wenzetu ambao wameamua kubadilika baada ya kuwa maisha magumu. Unajua ile timu baada ya kipindi cha corona hiki kuisha, ndio wakawa wamepata wale mashabiki wawili watatu ambao mpaka sasa hivi wanatusumbua, lakini ile timu binafsi haina mashabiki kwa sasa, kana kwamba mnawakataa. Sasa wana Yanga mnawakataa watani wenu katika kuhakikisha wanawasapoti kuhakikisha hili nabeba yaani, mimi naamini utani kwenye ligi kuu sio utani kwenye makombe ya kafu, yaani makombe ya kafu yanabaki kuwa makombe ya kafu na ligi kuu ndio utani. Tukirudi hapa utani, lakini pia huyu ambaye analaumu kwamba tiketi yetu ajui kwamba imefanyeje imenunuliwa, tumuulize swali: tiketi ya tarehe nane imeenda wapi? Tiketi ya tarehe nane tena ambayo ilipita mwaka elfu mbili na ishirini na moja swali la nazo mbele na wanyeji ni wao, mbona siatujajaji Simba ndio klabu ya mpira kwamba hata yeah. mm -hmm. mm -hmm. si mm -hmm. kama kinunua wa tiketi mechi ilichezwa, basi mkula kwao. Na maana tujiulize, je, tiketi hata nane nani kachukua hela zetu? Sio nazo wao, umeelewa? Si mfumo ule wa kitapeli sisi hatuna, na ndio maana tulipoambia, bwana tiketi kule hazitumiki sisi tukakubali. Mashabiki wa simba tuko tayari kuchangia klabu yetu, kwa maana ile yote tunaweza kufanya kwa ajili ya klabu yetu. Kwa kama umeingia kwenye mfumo wa Simba basi sawa, unaendelea na ule ule ubaya bwana. Na ndio maana tumesema ubaya bwana, kila mmoja ataimba neno ubaya bwana, na ubaya bwana tayari ushaamba kuimbwa. Watu wameingia kwenye mfumo wa tiketi, watu tumeambia ile hela ambayo tumechukua tiketi tutakodia boti kutoka Zanzibar kuja hapa tukiwa na kombe la Kafu. Yani ile amba wa tiketi ambao wa yeah, yeah, yeah. hao wamenunua, kama alinunua tiketi elfu kumi mashabiki walikuwa elfu kumi kama walinunua mashabiki elfu tano kama alinunua mashabiki elfu mbili wakwao upande wakwao, lakini sio simba upande wao. Yeah, tutafanya nauli ya kutoka Zanzibar kuja Dar es Salaam, zile tiketi zao kwa wao zimekufa. Yes, tukijikita katika mchezo eh, tunatazama na tunashuhudia na sisi wote ni mashuhuda kwa kile ambacho kilitokea manispaa ya Berkane pale nchini Moroko. E, mko nyuma kwa mabao mawili kwa sifuri. E, wamejikita na wanadai kuwa wanahitaji goli la mapema zaidi kuumaliza mchezo. Nyinyi kama mashabiki mme play part kwa upande wenu namna ipi? Mmejiandaa vipi kuelekea katika mchezo, na unautazama mchezo utakuwa ni wa namna gani? Binafsi mchezo utakuwa mgumu, lakini mi naamini mchezo tayari umesha kuisha mm. na Simba tayari, ni wakati tu wa kusubiri masaa yatimie mm. kwa ajili ya kubeba ndoo saa kumi na mbili kamili ha? tunajua sijui nani atatangaza hapa katika wale watangazaji wetu yeah. ikifika saa kumi na mbili kamili yeah. tunajua Simba tayari ndo imesha timia yeah. yani mpango wetu sisi ni huo yani, ikifika kumi na mbili kamili, na na na tunamshukuru Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu yeah. kwamba ule mchezo umekuja saa kumi mm. baada ya suara ya swala ya, ya saa kumi mm. tunakwenda kuanza jambo letu la kitaifa. Kwa hiyo mi naamini yeah. washabiki wa Simba wote kabla ya kuelekea kwenye mchezo mm. tutaanza kwanza kuswali swala ya saa kumi mm. ili ikifika saa kumi na mbili kamili mm. tutamwomba Mwenyezi Mungu tusamee kwenye ibada yeah. tushangilie ndoo yetu kwanza mimi ah? naamini mpango wetu na mkubwa. nasimamisha ibada kwa. nasimamisha kwanza yeah. nawambia Mungu Bwana kwa siku ya leo hebu, yeah. tusamee kwanza, tusamee, tuna jambo letu, kwa hiyo na maana tutakwenda kushangilia kombe kwanza yeah. baada ya hapo, tutakuja kuswali swala ya yeah. saa mbili, swala ya saa mbili tutakuwa tunaendelea, lakini saa kumi na mbili katika hiyo siku ya Jumapili atatusamee kwanza, kwa sababu kitu, kitu gani kinakupa confidence na hali ya morali na kujiamini eh, uki tamka maneno yale yenye ujasiri ndani yake, ikiwa tayari umetazama RS Berkane jinsi ambavyo wakishuka dimbani, venye ambavyo wanacheza, ni wana wachezaji wenye ushapo wa matukio. Tunazungumzia aina ya mawingi ambao wanawatumia, wana mwendo. Na makosa ya kibinadamu kwenye safu ya ulinzi ya Simba imeonekana kuwa ni ya kujirudia rudia, hususan katika michezo yenye maamuzi kama hii. Una lipi la kuzungumza? Mi binafsi nataka niwambieni, ni ukweli kwa sababu katika miaka saba hii ya uwekezaji wa Mohamed Deuji, Simba imepata ugenini matokeo mara, yaani ni mechi tano. Katika mechi zote alizocheza mechi za CAF amepata matokeo kwa muda kwa njia tu za makundi na kuendelea. Mm. Kwa hiyo ushangai Simba hata kama angefungwa goli saba kule Berkane. Mm. Mimi ninaamini Simba hapa uwezo wa kupata goli nane anao. Umenielewa? Na ndio maana sisi kama mashabiki wa Simba tunajiamini lakini pia hatuna rekodi nzuri ya kushinda ugenini. Mm. Na ndio maana tunaamini Benjamin Mkapa ni machinjio, ni Amani Complex ni machinjio kwa sababu hatunaga matokeo mazuri ugenini. Tulifungwa tano Kinshasa, tukaenda kufungwa tano Cairo, tukaja kuwanyonyosha wote hapa Benjamin Mkapa. Mm. Na aliyotufunga tano Kinshasa tukamwambia wewe uende hatua robo finali. Okay. Simba Sports ndio maana hii mechi sisi kama mashabiki wa Simba, yeah. tunaamini asilimia mia ushindi, tunafanyaje? Tunapata na sio ushindi tu. Lengo letu ni kombe libaki. Lakini pia Berkane ni mpinzani ambaye tumewahi kucheza naye. mm. Kwa maana hatutishi, kwamba kila mmoja Afrika anatamba nyumbani kwake katamba nyumbani kwao. Sisi hatukuogopa kupanda gari ambayo tumeandaliwa Berkane. Yeah. Sisi hatukuogopa kukanyaga katika ardhi ya Berkane. Sisi hatukuogopa mahali popote. Lakini wao wamekuja Tanzania wanaanza kuogopa. Wanajua mm. namna gani Simba akiwa kwenye msitu wake ambao ni Tanzania yeah. ni Simba wa aina gani? Simba wa aina gani. Lakini, kabisa, lakini fahamika kabisa na maana anapita tambua rupia ni kwamba wamewapa mlima mzito wa kupanda, magoli mawili kwa sifuri, si haba yani. Ukiona mtoto wa kiume anaogopa goli mbili, huyo najua bwana, yeye sio mwanaume halali la lakini, mwanaume yoyote hawezi kuogopa goli mbili. Yeah. goli mbili ni cha mtoto. Yeah. Yani ukimwona mtu anaogopa goli mbili, wewe mwambie, wewe mgumba, kaa pembeni, tupishe wanaume tufanye kazi zetu. mm -hmm. Kwa sisi wanaume hatuogopi goli mbili. Ndio maana nasema ingekuwa kama inawezekana wale wangetufunga hata goli tano, alafu sisi ngoja kuwaonyesha ubaya bwela pale katika amani, kuna kuwafunga zaidi ya goli hizo ambazo wao wametufunga. mm -hmm. Kwa binafsi binafsi mimi nacho kusema kwamba zile goli ambazo wao wametufunga mm. ni -hmm. za kawaida na ndio kwa maana tumeandika hata siku na jezi. Kuna shabiki mmoja William Simba kaandika yeah. Ukiona unaogopa goli mbili, wewe sio mtoto wa kiume, wewe ni dada, ili kwa sababu sasa tuogopi yeah. na ndio maana tunasema ushindi ule wao kidogo, ingekuwa afadhali mm. -hmm. wangetufunga zaidi ya goli tano. Mimi naamini goli mbili ni ndogo mm. -hmm. tulifungwa goli mbili na na mpinzani wetu Al-Nasri mm -hmm. akatufunga goli mbili tukaja kumuonesha ubaya uwanja wa Benjamin Mkapa mm -hmm. Faida Kamala alikuwa anadaka mpira kwa mkono mmoja yeah. uyu, mm. na tulishinda Benjamin Mkapa, kwa hiyo hata huyu. Na ndio maana mashabiki wa Simba tulishangilia goli mbili kufungwa, na tungeshinda tusingeshangilia. Ina maana tunajua namna gani ya kupindua meza. Ukilivaa okay, koti la mwalimu Fadu Davis eh, unaiona Simba ikiingia na approach ya namna gani katika mchezo huo, wa hatua ya mwisho. Tunazungumzia mkondo wa pili, fainali ya mkondo wa pili, mkondo wa lala kwa buliani, mchezo wenye maamuzi. Kikombe kiko uwanjani Mi najua saa Fadlu Davids mm. ni kocha bora kuliko makocha wote mm. kukanyaga katika ardhi ya Tanzania ndani ya msimu mmoja mm. anaifikisha Simba fainali mm. ili kitu kieleweke, yani makocha wote ambao wamepita saa sa. yeah. na ndio maana mimi nimempa neno saa, najua heshima yake ikoje na watu wanafahamu neno saa likoje, na ndio maana yeye, kukanyaga katika ardhi ya Tanzania, tayari amesha tuonesha ubaya ubwela, na watu walitukimbia tarehe nane, na mimi naamini kama vipi unavyoona na maana Berkane amekataa. Waliambiwa jamani, kama inawezekana mkimbie mapema, na ndio maana akakataa kupanda yale mabasi kwao. Mimi naamini approach yake ambayo ataingia nayo mm. Sisi ni mwendo wa kushambulia tu mm. Hatutaki kukaa nyuma na wala hatunaga tabia ya kumsubiri mpinzani mm. Siku hiyo, sisi tunakwenda mbele mbele yao mm. Lazima goli zipatikane kipindi cha ja kwanza, goli mbili au aidha goli moja lipatikane kipindi cha ja kwanza. Ni baadhi ya watu ambao katika kitu ambacho kimekuwa kikizungumzwa na walio wengi ee, Simba namna ukitazama namna ambavyo inacheza katika ile lineup ya washambuliaji ni kama ambavyo muhimili mkubwa wa Simba huko kwa Elie eh, Mpanzo kibisa wala pamoja na Kip Dennis Prosper. Wakikamatwa wale ni kama unaona ku, una Simba inapata wakati mgumu zaidi kwenye kutengeneza nafasi za kuscore na Berkane, hilo wameliona. Tumeshuhudia katika mchezo wa kwanza wamemkamata Elie Mpanzu akishika mpira wako wawili mpaka watatu na Kip Dennis, ambao hawakuwa na mchezo bora kabisa kutokana na marking ambao wamefanyiwa. unaizungumziaje hili kama litajirudia? E, ni wa man compact mimi ninaamini kujirudia aliwezekani, na ndio maana tukasema pale ni sehemu ya machinjio. Unajua, siku zote ukija machinjioni, hata ngombe wakiwa laki mbili lazima wote watachinjwa. Haichagui kwamba ngombe huyu sio alifanya kitu fulani ngombe, hata kama ukiwa ngombe mlemavu bado utachinjwa. Unasema ukimshika Mpanzi una kibu, yani Simba ukimshika Mpanzi labda ukiwa nyumbani kwako, lakini ukikanyaga katika ardhi ya Tanzania Mpanzi wa siku na mtu yoyote na wala kibaraka yoyote wa kumshika Mpanzi katika timu yao ni hamna, umenielewa? nielewa. Lamine Yamal tunakumbuka ile mechi ya Inter Milan na na na nani alichokuwa anafanya, Lamine Yamal ndio mm. atakaja kuja kufanyane mm. Elie Mpanzo, lakini pia tuna, tuna, tuna dogo hapa, mchina wa kwanza n katika ardhi ya Tanzania na, ne, ya nchazi hawa mimi naamini atakuwa katika hali yake ya ubora ule ambao mchina huyo. Yaani huyo mchina wewe mwenyewe jina lako unaliona kabisa. Lazima ungate meno kama kama kama ni mbone mwangu wako, kuna ufizi kama mzee mpili huwezi kuongea. Yaani kama una ufizi wa mzee mpili ama neno huwezi kuyatoa. Umenielewa? Kwa hiyo mimi naamini kutokana na ubora wake atakayekuwa nao siku hiyo. Mimi naamini Berkane anakufa kuanzia goli tatu na kuendelea. Lakini pia this approach yetu ni ile ile. Simba akiwa katika hali za Tanzania hajawahi kuwa nyuma ya mpira. Uwaga anakuwa mbele ya mpira. Kwa hiyo na maana hiyo inaeleweka. Na hata sikiliza mchambuzi wowote Tanzania hmm. Anakwambia si Berkane nini si Berkane nini. Hiyo ya kwake yeye. Sisi kama Simba tuna approach yetu ya kuhakikisha kombe linabaki. Kama wao wana mambo yao ya nje ya uwanja, sisi ndani yetu ya uwanja tunaamini kocha ni bora. Matumaini na imani ulionayo juu ya yale ambayo unayazungumza ukiwa na hali ya kujiamini, unaziona ngapi katika mchezo wa tarehe 25? Kipindi cha kwanza naziona goli mbili hmm. Alafu kipindi cha pili tutaulizana kwamba vipi tunaendelea au hatuendelei kana wamesimama. Wasimamu watajua wao, kama wamesimamia miguu wamesimamia makalio wamesimamia, watajua wenyewe, lakini sisi tunachowaambia mm, kipindi cha kwanza goli mbili lazima zipatikane. Yaani kipindi cha kwanza zimesimama, yeah. si dakika 10 na dakika 45 za kwanza pale mstari papo, mm, tayari goli ngapi? goli mbili. Mm, tukija kipindi cha pili majira ya saa kumi na moja mm, tunatafuta mwarabu mtoto mmoja, unajua mtoto m... watu wanaweza lao goli moja mm, goli moja ndio lile lilituleta duniani. Kwa kipindi cha ja pili natafuta lile goli moja ambalo limewaleta watu duniani mm. kwa maana pap tunasimama nalo lile, kusha simama nalo saa so, 12 kamili, mwamuzi anamaliza filimbi, mnyama anaanza kunyanyua kwa hapa lakini, tunashuhudia sisi wote ni mashuhuda na tunatazama timu za eh, ukanda wa magharibi zikiwa zinashuka dimbani, ni rahisi zaidi kwa wao kutafuta suluhu ya bila kufungana. Kwa maana ya kwamba wanapopaki basi, inakuwa ni vigumu zaidi kuweza kuifungua safu yao. Tunashuhudia hata kwa watani wako hapa, walishindwa kupata bao moja. Waarabu wanapokaa nyuma na wanapo mnapokuja kutafuta matokeo ya sare ni vigumu zaidi kuifungua safu. Nyinyi mmejiandaa vipi kuhakikisha kuwa mnawafungua Alex Berkane na kuweza kupata ushindi wa mabao zaidi ya mawili kuhakikisha kuwa mnalibakisha kombe hapa nchini Tanzania? Sifa ya Mwarabu kulala, sisi tumejiandaa na magodoro. Unajua sifa ya Mwarabu unaposema anachelewesha mpira na maana analala, sisi Simba tumejiandaa na magodoro yetu hmm. Selemani ni Matola siku hiyo kama kocha msaidizi namba mbili atakuwa na kazi yake na magodoro tu. Akimuona Mwarabu kalala chini, anakuwa anamtandikia godoro alale vizuri. Hmm. Lakini pia kama watatumia ule mfumo wa kulalalala yeah, tunaamini zitasimama dakika 2000, ubao utakuwa unanyooshwa pale yeah, dakika 2000. Unajua kwenye ligi dakika zetu zinazoongozwa 15, yeah, 15. Sasa kule tutakuwa naongoza dakika 2000 kwa sababu wasi wamelala, yeah. Lakini pia tutakuwa na viongozi maalumu wao, watakuwa na andama godoro, mchezaji akilala anaenda kuweka godoro, alafu mm, tunamuuliza na unalala baada mm, yeye, natasema, ya dakika ngapi, yeye ndo atasema dakika ngapi analala. Lakini pia unalala, ukishaamka utakuta Simba Sports anaongoza goli mbili.